Dar es Salaam imeingia kwenye msukosuko wa kidiplomasia baada ya Umoja wa Ulaya EU kuanza mchakato wa kuchunguza uwezekano wa kupunguza au kuikatia kabisa Tanzania misaada, kufuatia kile kinachoitwa kuendelea kudorora kwa rekodi ya haki za binadamu nchini. Hatua hii, ambayo imeibua mjadala mkali katika duru za siasa za kimataifa, imeelezwa kwa ni sehemu ya shinikizo la EU kuhakikisha serikali ya Rais Samia Suluhu inatekeleza kikamilifu mageuzi ya kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari na kuheshimu haki za kiraia maeneo ambayo wakosoaji wanasema yamerudi nyuma katika miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi maalum wa Dar es Salaam Bob Karashani, maofisa wa EU wamesema kuwa wanazingatia kutumia vipengele vya makubaliano ya ushirikiano kati ya pande hizo mbili ili kutoa ishara isiyopotosha kuhusu kile wanachokiita hatua za kukandamiza upinzani. Taarifa hizo zimezua taharuki katika wizara ya mambo ya nje ya Tanzania, huku maofisa wakuu wakisema wanashangazwa na kile wanachokiita tathmini sio balansiwa ya EU. Serikali imeendelea kujinasibu kuwa inaendeleza mageuzi ya kisiasa ikitaja mazungumzo ya, ya maridhiano na vyama vya upinzani pamoja na hatua za kufungua anga la kisiasa kama ushahidi wa mwelekeo chanya. Hata hivyo, wachambuzi wanabainisha kuwa hatua ya EU inaweza kuwa na athari kubwa kiuchumi, kwani Tanzania imekuwa mnufaika mkubwa wa mabilioni ya shilingi za misaada ya maendeleo hasa kwenye sekta za afya, elimu na miundombinu ya kijamii. Kupungua kwa ufadhili huo kunaweza kuathiri bajeti ya serikali na miradi mikubwa ya huduma kwa umma. Wakati mjadala ukiendelea kupamba moto, baadhi ya viongozi wa haki za kiraia wanasema hatua ya EU ni fursa kwa Tanzania kujipangua upya na kuimarisha taasisi za kidemokrasia, huku wengine wakiona shinikizo hilo kama kuingiliwa kwa masuala ya ndani ya nchi. Kwa sasa EU haijatoa muda kamili wa lini uamuzi wa mwisho utatangazwa, lakini duru za Brussels zinadokeza kuwa ripoti ya tathmini inaandaliwa kwa haraka na inaweza kuwasilishwa kabla ya mwisho wa mwaka. Kwa upande wa wananchi, sintofahamu inaongezeka kadri dunia inavyosubiri hatua ya mwisho ya Umoja wa Ulaya, hatua ambayo inaweza kuathiri si tu uhusiano wa kimataifa wa Tanzania bali pia mustakabali wa kisiasa na kiuchumi wa taifa hilo la Afrika Mashariki.